Tafiti mbalimbali mbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha sifa ambazo asilimia kubwa ya wanawake huzihitaji kwa wanaume ambao wanatamani kuingia nao kwenye mahusiano zina ufanano kwa asilimia kubwa. Hii inamaanisha wapo baadhi ya wanaume ambao wanapendwa zaidi na wanawake kuliko baadhi ya wanaume. Katika video hii nitakwenda kukwambia aina za wanaume ambao wanaonekana kuwavutia wanawake zaidi kuliko wanaume wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante. Enjoy. Zifuatazo As ni aina za wanaume ambao wanapendwa na wanawake kuliko wanaume wengine. Namba moja, wanaume wenye kujiamini yani self confident. Tafiti mbalimbali mbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanaume wasiojiamini hawawavutii wanawake wengi katika kuingia nao katika mahusiano au katika ndoa bali asilimia kubwa ya wanaume wanaojiamini, hawa ni wanaume ambao wanawavutia wanawake wengi katika suala zima la kuingia nao katika mahusiano ya kimapenzi ama kuingia nao katika maisha ya ndoa. Hawa ni wanaume ambao wanajiamini bila hata ya kuwa na viburi, ni wanaume ambao wanaelewa thamani zao, hawaogopi kuchukua hatua wala kufanya maamuzi katika wakati ambao wanatakiwa kufanya hivyo. Wanaume, kujiamini kunaonesha ukomavu wa kihisia, jambo ambalo wanawake wengi wanalipenda kutoka kwa wanaume hawa. Kama nawe ni mwanaume ambaye unatamani kuwa katika kundi la wanaume wanaopendwa au wanaowavutia wanawake wengi, anza tabia ya kujiamini kuanzia leo. Tabia hiyo itakufanya uwe kipenzi cha asilimia kubwa ya wanawake ambao unakutana nao katika dunia. Namba mbili, wanaume wawajibikaji katika maisha yao. Dunia ina makundi mawili ya wanaume. Kuna wanaume ambao hawana utamaduni wa kuwajibika katika maisha yao. Hawa ni watu ambao hupenda kuyaweka majukumu yao katika mikono ya watu wengine. Wana visingizio vingi katika maisha yao, hata wanapokosea hawaamini kama mwanadamu anaweza kufanya makosa, bali huweka visingizio kwa watu wengine kama sababu ambayo imepelekea wafanye makosa fulani kwenye maisha yao. Si watu ambao wanaweza kuwajibika katika matendo yao ama kuwajibika katika kutekeleza majukumu yao. Watu hawa wanaonekana kutokuwavutia wanawake wengi kwa mujibu wa tafiti za kisaikolojia. Lakini kundi la pili la wanaume ni wanaume wawajibikaji, ambao wanaamini chochote ambacho kinawahusu wao, wao ndio wanaotakiwa kuwajibika katika kitu hicho hata inapotokea wamefanya makosa katika maisha yao, hawana kawaida ya kuwatupia lawama watu wengine, badala yake wanapenda kuwajibika katika matendo yao na hata ndoto zao. Wanaamini wao ni watu pekee ambao wanatakiwa kuzitimiza ndoto zao, ni binadamu wenye malengo ya maisha na wanafanya kazi kwa kujituma. Wanawake wengi huvutiwa na mwanaume anayejituma na kuonesha juhudi za kujenga maisha bora. Anajali wajibu wake kama mpenzi, mume au baba, kwani wanawake wengi huhofia kuingia kwenye ndoa na wanaume ambao hawatawajibika katika kutetea ama kulea familia zao. Namba tatu: mwanaume mkarimu na mwenye huruma, yani kind and compassionate. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu wenye ubinafsi kiasi kwamba hawana hali ya kuwa na huruma wala si wakarimu kwa binadamu wengine. Hawa ni binadamu ambao asilimia kubwa ya watu ambao wanakutana nao maishani mwao huwa hawatamani kabisa kutengeneza ukaribu nao. Vivyo hivyo, wanaume wa kundi hili ni wanaume ambao wanaonekana kutokuwavutia asilimia kubwa ya wanawake lakini kundi la pili la wanaume ni wanaume ambao wana huruma na ni wakarimu katika maisha yao. Hawa ni wanaume wenye kuwajali watu wengine. Ni vigumu kuwaona watu wengine wanateseka alafu wakawaacha watu hao, na hawa ni wanaume ambao wanaonekana kuwavutia asilimia kubwa ya wanawake maishani mwao, kwani wanawake wengi ni binadamu ambao wanahitaji kujaliwa katika nyakati mbalimbali mbali, kwani maisha yao mengi wameyaegemeza katika hisia kuliko wanaume, hivyo kila mwanamke anahitaji kuwa na mwanaume mkarimu na mwenye huruma. Na ndiyo maana kama wewe ni miongoni mwa watu wanaopenda kujitoa na kuwasaidia watu wengine, yaani unaonyesha huruma kwa watu wasiojiweza, bila shaka utakapokuwa unafanya vitendo hivyo, kama kuna mwanamke yupo karibu na wewe, bila shaka mwanamke huyo atavutiwa na wewe kuliko unavyodhani. Namba nne: wanaume wacheshi na wenye furaha. Muda mwingi katika dunia yetu binadamu tumegawanyika kwenye makundi mawili. Wapo baadhi ya binadamu ambao muda mwingi wanaonekana kama, kama watu wenye msongo wa mawazo, yani hawako fani wala hawako positive katika maisha yao lakini kundi la pili la binadamu ni binadamu ambao muda mwingi wanaonekana kuwa fani na wanakuwa positive katika vitu mbalimbali ambavyo vinakuja katika maisha yao. Basi kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kisaikolojia, inaaminika binadamu wengi au wanaume wengi ambao wanaonekana wacheshi muda mwingi na wanaonekana wenye furaha, hawa ni wanaume ambao wanaonekana kuwavutia wanawake wengi ambao wanakutana nao katika maisha yao kuliko wanaume wasiokuwa wacheshi na wenye furaha katika maisha yao, kwani kama nilivyokuambia, wanawake ni viumbe ambao hupenda kuchukulia vitu kwa kutumia hisia. Kwa sababu hiyo ni wanaume ambao wanaweza kuwafurahisha wanawake muda mwingi kuliko wanaume wasiokuwa wacheshi na wenye furaha. Kama nawe ni miongoni mwa wanaume wanaotamani kuwafurahisha wanawake na uwe miongoni mwa wanaume ambao wanapendwa na wanawake wengi, hakikisha unajifunza kuwa mcheshi. Jifunze kuonekana mwenye furaha muda mwingi kuliko kuonekana mwenye msongo wa mawazo ama huzuni. Namba tano: mwanaume mtanashati na mwenye mtazamo katika maisha yake. Miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu huvutiwa navyo ni namna ambavyo mwanadamu anavyoonekana kwa mara ya kwanza, yaani mwonekano wako wa mara ya kwanza ambao utakuwa nao pindi unapokutana na mwanadamu mwingine kwa mara ya kwanza, unaweza ukawa sababu ambayo itafanya mtu huyo avutiwe na wewe ama asivutiwe na wewe. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kisaikolojia, asilimia kubwa ya wanaume wanaojitunza, yani wanajua namna gani ya kuvaa kulingana na mili yao, wananyewa vizuri ama wanaweka nywele zao vizuri, wanakuwa na maono mazuri katika maisha yao. Hawa ni wanaume ambao asilimia kubwa ya wanawake wangetamani kuingia nao katika mahusiano kuliko uh, wanaume ambao hawawezi kujijali, yani wasiokuwa na mwonekano mzuri wasiokuwa watanashati. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa wanaume ambao wanatamani kuwa kipenzi cha wanawake, hakikisha unakuwa mtanashati, jiweke katika hali nzuri, na wanawake wengi watavutiwa na wewe. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa, na ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana, zaidi ya sana. Asante, bye, tukutane tena katika video ijayo.